Tunawasalimu wote kokote ulipo. Uh, tunawakaribisha sana katika Kibidula channel tunapozungumzia matukio na, na nyakati za mwisho na siku, uh, ya leo tunaweka misingi kwa utangulizi. Tunao wale ambao wamejitoa siku, uh, ya leo kuzungumzia mada ambayo tumetaja, na tunao mzee Gulini ambaye ni mkuu wa uchapishaji, idara ya uchapishaji wa Kibidula kinacho kimeletwa hapa Kibidula na mimi na Pastor Love na mimi inaitwa Kevin, mtumishi mtumishi wenu. Kwa hiyo tunakaribisha sana, karibuni sana, asante yes. Sana. Sasa yes. Labda tuanze na mzee Gwen yes. Uh, upendo, naomba wi tueleze zaidi kuhusu upendo. Asante sana san, san, Kevin, ni karibisha mtazamaji. Neno upendo, neno kubwa maana nyingi lakini, turudi kwenye huyu Mungu ambaye ndiye mwanzisho wa kila yeah. wa ndiala, kitu. Upendo wake ndio utakao kujadili kwa sababu ndiye anaanzisha kila kitu. Sasa tunaishi katika siku za mwisho ambazo yaelekea kama vile upendo umepoa, lakini Biblia inasema mm hivyo -hmm. siku za mwisho upendo wa wengi utapoa yeah. utapoa na sasa ndio maana tunakusa siku za mwisho. Kwa nini upoe? mm -hmm. tutakuja kuiongea baadaye, lakini mwanzo ni kitu ambacho tunataka kujua kwamba upendo wa Mungu ulikuwa ni mzuri na uko safi kwa yeah. sababu so, upendo huo ndio tukihudumisha kama Mungu anavyo tuagize, nakufanya utakuwa na mambo mazuri. Sasa mimi nimesema upendo wa Mungu ni upendo ambao hautafuti mabaya ni mm -hmm. upendo ambao hauweki waswali, nasema kuweka fundo hapo, bwana aa <laughs> nikaliweka hapa mpaka <laughs> nikakwambia hata nikifa usije hiyo <laughs> hivyo Mungu, Mungu yeye ni wa pekee. Tumefanya dhambi, upendo ukamsukuma kuja kutokoa, akamtoa mwana wake wa pekee, tena kwa gharama kubwa. Alichagua kile kilichokuwa kizuri kuliko vyote, mwanawake akamtoa. Mimi leo ukiniambia nimtoe mwanangu akaf akafe kwaja mtu mwingine, asee, o kubwa sasa. Leo ndiyo watu walifunza hu upendo wa Mungu ni wa namna gani, ni upendo ambao unasukumwa bila kujali. Sasa hapa tu-tuko kwenye hali ambayo tumeshavuruga, tuko kwenye dhambi, ye anaanzak gani na nini? Anasema, nakutafuta, nakutafitaw wakinikubani, kwa sababu ni upendo wa pekee kabisa katika maisha yetu. Asante, asante sana. Mm -hmm. Yeah, upendo uh, ni mada nyeti sana, na huwezi kuelezea ukamaliza. Mm -hmm. Lakini labda kwa sentensi tu fulani hivi wanasema, uh, mm -hmm. Upendo, upendo ni ni neno da ambalo huwezi kulielezea, ila mwenye upendo wake anaweza kuonyesha. Sasa Mungu hakutuelezea tu, ila alituonyesha. Na alituonyeshaje? Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda hata akamtoa mwanawe, kwa upendo wake ulimsukuma kutoa wakati ambapo sisi upendo wetu unatu- unatusukuma kuangalia vigezo kwanza, kwamba unampenda kwa sababu fulani. Lakini yeye alimtoa Yesu Kristo kwa ajili yetu, si kwa sababu tulifanya jambo zuri sana. Hatukufanya jambo zuri mbingu ikafurahi kamtoa Yesu, atufanya jambo baya zaidi na akamwonyesha upendo. Asante sana, labda tuangalie baadhi ya maswali ambayo wengi hujiuliza. Moja wapo itafanyaje, o yoyote ile anaweza fanya nini ili ao uyano na Mwenyezi Mungu wa mfano wake? Ni swali zuri na nadhani tu kwanza, mimi nianza kwa kusema tulitengeza kwa mfano wake, tukapoteza mfano wa Mungu kwa kufanya dhambi. Kwa hiyo uyano au yani, makubaliano yote yakavunjika. Sasa tukajikuta kwamba hatuwezi yeye, tukasema hapa mwanzo kwamba anatutafuta kwa hiyo la kwanza kujua kwamba kumbe mungu anamtafuta. Sasa kama mungu ananitafuta, nifanye nini? Lazima na mimi nianze kukubali juhudi zake za kunitafuta nizipokee, na nitazipokeaje? Ntazipokeaje kueleza mbele, lakini ni kwamba kukubali kwamba kumbe ni upendo ndio unanitafuta. Sasa toa ukubali wako, halafu Kukubali kule kutazaa matendo mema, lakini nikisema nianze kufanya matendo wakati simpendi, aiwezekani kwa sababu itakuwa kama vile tu tunamkejeli, lakini nikimpenda, naye alisema mkinipenda mtazishika amri zangu. Yesu alisema vizuri kabisa, mkinipenda mtazishika amri zangu. Asante sana. Labda niulize, sisi wenyewe tunaweza zalisha huyo chanwezekanayni tunawezaishi bila binafsi sisi kama karibu sana, asante sana. Asante sana kikweli kabisa, ndo Kevin na mtazamaji wetu, sisi wenyewe kabisa hatuwezi kuzalisha matendo mema, uh hatuwezi -huh. kuzalisha upendo ule ambao una sifa ya Mungu anayotaka. Uh, na huo, uh, kwa sababu hatuna uwezo huo, Biblia inatuambia kwamba uh, matendo yetu yote mema tunayoyafanya ni kama nguo chafu kwa nini? mm -hmm. Kwa sababu hayajasukumwa na upendo wa Mungu. Sasa ili sasa tuweze kuf, kufanikiwa katika hilo, Mungu yeye anaitoa anaitoa zawadi hii ya msamaha mm -hmm ikiwa mtu atamwendea mm -hmm, nakukiri kwamba mimi ni dhaifu, siwezi kuzalisha jambo lolote jema ndani yangu, na na-ameahidi katika Isaya hamsini na tano moja ya kwamba msamaha wangu nautoa bure mm -hmm, bila fedha, bila gharama yoyote mm -hmm. Kwa hiyo nadhani Mungu ametupatia njia na pesi sana ya kufanikisha hilo mm -hmm. So kwa kuzungumza hivyo inatuleta katika hatua mm -hmm, hatua ambayo inaweza kufanya sisi au kutusaidia sisi tuwe katika ile njia ya utakaso. so, okay. So labda, Zuguweni, karibu utuambie. okay. hiyo hatua, tuende tue kwa utaratibu, kwa <coughs> sababu ya wasikilizaji yeah. Hatua ya kwanza imaweza, ndio nazungumzia, lakini <laughs> tuiweke katika hatua, ndio okay. Karibu, hatua ya kwanza ni kwamba unatambua kwamba mimi nimefanya makosa Hatua ya muhimu sana ni kukiri, ndiyo. Ukikiri unakubali kwamba wewe umkosa, na kukiri ni kukiri kwa Mungu. Sasa kukiri mbele za Mungu, mbele za Mungu bila kutumia mtu yeyote, yani moja kwa moja, na nadhani umeweka vizuri. Kuna wakati huwa tunapenda kwenda kwa watu mm -hmm, kutafuta eh, kuelewana, lakini kwenye swala hili, kwa Mungu amefungua mlango Mungu

na hatua ya tatu maana zina zinaendana so. mm -hmm. Hatua ya pili baada ya kukiri dhambi sasa ni kuamua kwa dhati kwamba sinaziweka si kando, unajua mm -hmm. Huo ndio ugumu uliopo upande wa mwanadamu ndio maana nakuta mm -hmm. kwamba miaka yote mtu ana anakiri ana, ana, ana, ana, ana, ana, dhambi moja. mm -hmm. E, miaka yote Mungu nisamehe nisaidie ni achelisi lakini miaka yote sasa kwa nini? Huenda kwa sababu hajaamua kwa dhati kuliweka kando, lakini inaambatana sasa na kukusudia, kudhamiria kabisa mm -hmm. kujitoa kwa sa. Mungu. Yaani hatua ya muhimu sana sasa, hiyo ndio inakamilisha nguvu sasa, ubinadamu na uungu vinatengeneza pamoja katika kufanikisha hatua hii sasa, kwa kuzungumza kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Sijui kama sisi wenyewe tunaweza zalisha hiyo kauli, mm -hmm. Nakusema jamii sasa kutoka saa hizi hii mm -hmm. dhambi ya uwizi mm -hmm. anatembeka mm yaani -hmm. Sasa nikuugilia Mwenyezi Mungu anipe nini kushishi mm -hmm. Sijui kama sisi wenyewe tunaweza zalisha au ni jambo ambalo labda tutalizungumzia siku za uh, mbele mbele. Kwa kweli <laughs> ndio kweli, umetupatia swali ambalo litatupatia mwanga mkubwa sana <laughs> na mtazamaji wetu litampatia nafasi ya kujifunza mambo mengi sana. Kimsingi, uh, kuzalisha kauli hiyo ni <laughs> matokeo ya yule Roho Mtakatifu <laughs> anayeka ndani yetu. Mtu yote ambaye anasukuma kuacha dhambi, huyo bado Roho Mtakatifu anamfanyia kazi <laughs> na mbingu mbingu uh, mbingu zimeachilia upendo wake kwa kila mmoja, na hakuna mtu ambaye yuko mbali na upendo wa Mungu. mm. Yote ambaye anahisi amechoshwa na kitu fulani, amechoshwa na tabia fulani mbaya, huyo. yeah. Mtu roho wa Mungu anamtafuta na. mm -hmm. Na kauli hiyo ya dhati sasa nazungumzia sana, zile za za za <laughs> juujuu i ya dhati kabisa ni msukumo wa roho Mtakatifu. mm -hmm. Na inathibitishwa na Mungu mwenyewe. Watu hmm. wa. Ni hatua nyingine sasa, tumekuja vizuri sasa hmm. Unajua salake, kwa sababu kuna wakati tunaweza tukadhani tunaweza kujisafisha. yeah. hmm. Kwenye swala la dhambi hakuna anaweza kujisafisha. Sorry. Sasa ndio maana kumbe, kwenda kwetu tunaenda kwa msafishaji hmm. na, nitoe nitoe labda mfano mzuri tu, unaenda kwenye kioo unakuta una doa ndoa ambao linasema mpaka upate sabuni na hiyo sabuni huna. mm -hmm. utaenda kwalii na sabuni Sasa ndio maana sa Yesu alikufa, Yesu alifua. kwa nini tunapoenda kwake pale, yeye ndiye mwenye uwezo wa kusafisha dhambi. ni niseme hili hakuna jini jingine chini ya mbingu pale aliandika mm -hmm. ambao kwa kokoya a mm -hmm. Yesu Kristo mhm mm mm -hmm. mm -hmm kna hatua nyingine hatua nyingine sasa ni kuamini, kudumu katika kuamini ya kwamba Mungu ameahidi ya kwamba kukiwa pamoja kwa naye hatutaanguka yes. na ukisoma a wana wa kwanza tatu mm -hmm. yaani kwanzia mstari wa tisa, amasema yoyote aliyezaliwa na Mungu mm -hmm. atendi dani sasa hiyo ha, hali haitatokea tu automatic kwamba umeacha dhambi, umeacha ubaya wote, lakini unapozaliwa mara ya pili na ukaamini katika nguvu na uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu, e, Mungu ameahidi kwamba hilo lote litawezekana, unamwachia yeye kwa kazi okay. yako ni kuamini mm -hmm. Asante sana. Zinaonekana rahisi ukou ni rahisi kuliko kupotea <laughs> <laughs> sawasawasawa. so, so, so, so, sijui kama kuna umekaribishwa kwa maneno machache kwa lengo la kuhitimisha hivi viki so, karibu Jma. Sasa mi nihitimishe kwa kunukuu dondoo ya Ezekiel thelathini mm -hmm. na sita fungu la ishirini na sita kwamba mi ninawapa moyo mpya na roho mpya nitaiweka ndani. Kwa hiyo sasa kumbe siwezi kukubali hmm. kwamba yeye aliyemuumba iko tayari kunipa moyo mpya na ataweka roho yake ndani yangu. Na ndio maana kumbe hapa kwenye akili yetu hapa ndio tunaambia bwana kabisa, hapa ndipo ambapo mambo yote yanafanyika. Tukifanya hiyo sisi ni mambo yake. Asante sana. Uh, upendo wa Mungu unadhihirishwa kwa kutoa na, na uh, Mungu alipotupenda sana alitoa kitu cha thamani sana. Sasa nasi mwitikio wetu kwa upande wake e, ule, mwitikio wetu kwa upendo ule ambao yeye ametupatia ili tukubaliane na kuhamia kwenye upande wake, lazima na sisi tukubali kutoa vile vitu tulivyovipenda sana vyenye uovu. hmm. na huko na huko ndiko kunaitwa, zamani kulikuwa na biashara inaitwa bata tu ndio. hmm. yeah. Yeye yeah, ameshapatia Yesu Kristo mm. Na sisi tunampatia mizigo yetu <laughs> sawa sawa. Eh, Mathayo anasema kumi mm, mm. na moja 11:28 anasema na nane nasema njoni kwangu ninyi wote wenye kulemewa mizigo nami mzisha <laughs> kutu, sisi tunampelekea mizigo ye, yeah, ametupa Yesu Kristo tayari, sisi tunampelekea dhambi zetu. Upendo wake utadhihirika kwa maisha yetu. uh, mimi leo tulikuwa tumesaidika sana